Uh, kuna watu wako kwenye ndoa mm, uh, wawili hawa uh, mwanamke Mungu amemjalia uwezo zaidi mm, ya mwana ya, ya mwanaume yeah, kwao unakuta mwanamke ana yuko yuko front ni breadwinner huyo analeta msosi mm, nini yani vitu vingi ana handle. Mm. Uh, kwa wako kwenye ndoa wasio boyfriend and girlfriend yeah, kwao swali linakuja hiyo um, inaweza ikaleta athari ya ya kuachwa baadaye kuachwa, yeah. <laughs> kwa wengi wana, wanazungumzia physical separation yeah, kwa sababu yeah. wanawake ambao ni breadwinners mm. wanawake ambao wako wako wako uh, Mungu amewajali wa wa wako yeah. mstari wa mbele kwenye familia mm. nimekutana na maswali si zaidi ya moja, yeah. wanauliza kwa hiyo sisi tukae mkao gani? Okay. E, yani sisi ndo sasa sisi, sisi ndo tunasaidia tuko fronti na tuko na waume zetu, na kwa kwa hii content sasa tumeshtuka kidogo kwamba tufanyeje, turudi nyuma kidogo au tunakaa mkao upi? <laughs> mambo mawili, la kwanza, ninaposema kuachwa mtu Mm. Watu wengi wanaitafasiri kama physical separation ya kwamba watu wametengana. Mm. Lakini kuna emotional separation. Mm. Inawezekana mkawa ni nyumba moja, lakini mwanaume alishakuacha kitambo sana. Kitambo, mnalala chuma kimoja lakini alishakuacha moyoni mwake kitambo sana. Na hizo ndoa ziko nyingi sana. Kweli. Kunapozungumzia kuacha lazima watu waelewe pia I'm not only talking about physical separation kwa sababu kufika wakati watu wakapeana talaka, that's very critical. Mm. Imefika kwenye pointi mbaya sana lakini wengi wanaachwa, wanaachwa emotionally. Habisi, yani mwanaume yuko so distant, yuko very away. All right. Um, jambo la pili ambao ni vizuri wanawake waelewe kwamba swala la bread winning ni jukumu la mwanaume primarily, ni jukumu la wanaume. Haikuwahi kutokea hivyo, hata wana saikolojia wanajua ya kwamba swala la mwanamke kuanza kutoka kwenda kufanya kazi lilianza katika kipindi cha industrialization, kipindi cha mapinduzi ya viwanda ndio wanawake walianza kutoka kwenda kufanya kazi. Before that, mwanamke alikuwa anabaki nyumbani kupalilia maua, kutunza watoto, kuhakikisha wameenda shule, wamevaa, wamekula, wamefanyaji, wamepikiwa chakula, yuko nyumbani. Mwanaume alikuwa anatoka anaenda kufanya kazi. That was the nature, the setting. Mm. Mapinduzi ya viwanda yalipokuja yalipush wanawake kuanza kutoka kwa sababu ya crisis za uchumi, na ndio kwa mara ya kwanza tatizo la kisaikolojia likaanza kuwa identified. Baada ya wanawake kwenda kutoka, kukaanza kuwa na conflict za mahusiano, kukaanza kuwa na conflict za ndoa, kukaanza kuwa na matatizo ya afya ya akili, wakati wanawake wametoka kwenda kuanza kufanya kazi why. Kwa sababu kulikuwa na mwingiliano wa majukumu ya asili, kwa sababu naturally, mwanaume niliwahi kusema mahali fulani, kwa sababu naturally, mwanaume eneo lake ni kwenye geti kwenda nje, eneo la mwanamke ni kwenye geti kurudi ndani. Naturally ipo hivyo. Mm. Kwa mwanamke ambaye anatoka kwenda nje kufanya bread winning, lazima aelewe, lazima aelewe anafanya jukumu ambalo kimsingi sio la kwake, ambalo lina athari kwake kisaikolojia na kihisia, na lina athari kwa mume wake kisaikolojia na kihisia. Sasa hizo athari lazima tuzijadili kwa upana na kwa kina, ili kwamba kutengeneza balance. Sisemi kwamba wanawake wasifanye kazi, tumeshavuka huko sasa hivi. Yes. Yes. Yes. Tunachosema ni kwamba wanawake lazima wajue, wakati wanaendelea na hizi activity wawe makini, kwa sababu tunaweza tukadhani kwamba tunapunguza tatizo, kumbe actually tunaongeza tatizo. Mm -hmm. Kwa sababu mwanaume yote ambaye anahudumiwa na mke wake na anaona mke wake ana take control ya kuhudumia familia, huyo mwanaume whether anapenda au apendi, hawezi kukwepa athari za kisaikolojia kwake, ambazo um, kama ni kwa mfano, cha kwanza kinachomfanya mwanaume awe mwanaume ndani ya nyumba ni hisia ya kwamba nyumba hiyo ana mwanamke anamtegemea yeye, ana watoto anamtegemea yeye, that feeling ya kwamba they depend on me, hiyo ndio huwa inajenga wanaume wake ndani ya nyumba. Akirudi nyumbani, anaweza akatoa maelekezo kwa ujasiri, anaweza akakosoa vitu kwa ujasiri, anaweza akakemea mambo kwa ujasiri, anaweza akafundisha watoto na mke wake kwa ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu they all depend on me. If they don't depend on him, anapoteza authority as a man. Matokeo yake, nafasi yake kama mume kana kama baba inayeyuka chini kwa chini, kwa juu anava suruali sawa, anatoka na nini, uko vizuri, baba mwenye nyumba na, lakini psychologically imeshamuondoa kwenye position yake, na anakuwa anajijua, anaweza asijijue, na anaweza akanisikiliza akanibishia, but I'm telling you huwezi kuwa na uwezo wa kumwambia mke wangu fanya moja, mbili, tatu, nne, tano whether kwa upendo au kwa utata I don't care, kama yeye ame take over majukumu ambayo wewe ulipaswa kuyafanya. Sasa swali la msingi ambao wanauliza hao wanawake, wao wafanye nini? mm -hmm. Tuf... turudi kwenye hilo swali mm. wafanye nini la msingi, lazima ujue majukumu yote yanayohusiana na nyumbani kwako, wewe mwanamke, primarily yalitakiwa yao ya mwanaume. Hulisha huvisha hela nani sasa? wote watoto na mke wake. Mwanaume anapoenda mwanamke, mwanamke, kutoa mahali, anaoa mke, anaelewa anachokifanya. Unless kama alilazimishwa na sheria ya ndoa inasema wazi atakiwi kufanyaje? mm. Kulazimishwa, twende kwenye sheria ya ndoa inasemaje? mm. kwa sababu tunaweza tukasema ni Deo, turudi kwenye sheria ya ndoa mm. inasema nini kwa habari ya ndoa? Ni mwanaume ndiye anapaswa kumuhudumia mke kwa kila kitu, everything. Hiyo ni sheria ya mwaka 77 ya ndoa ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. mm -hmm. Mwanamke ni marufuku kumuhudumia mwanaume Unless mwanaume huyo awe incapacitated awe hawezi kabisa kufanya kazi. Sasa mwanaume ana miguu, ana mikono, ana macho, ana masikio, en wewe mwanamke unamhudumia, muhudumia huyo mwanaume kwa sababu yoyote ile, wela nzuri au mbaya mm. Unaenda kinyume cha sheria ya ndoa, unaenda kinyume cha neno la Mungu, unaenda kinyume na necha yako, mambo yote matatu, alafu unaniambia utakuwa salama Hutakuwa salama wewe, hatakuwa salama mumeo, hatakuwa salama mtoto wako. Turudi pale pale, wanawake wafanye nini? Rudi nyumba hizo, hela mnazozitafuta tutafutie akaunti moja nzuri, zikusanye, ziweke, usiwe front line kwenye kufanya majukumu ambayo natural sio ya kwako. Kwa kwanza, mpe mwanaume wako nafasi ya kuwa mume, nafasi ya kuwa baba. Akishindwa, mpe nafasi ya kukuomba, kwamba mke wangu nisaidie. Tunarudi pale pale, wewe ni msaidizi. Kwa hiyo kama hujaombwa kusaidia usifanye. Ukifanya una override authority ya mume wako, na unafanya mume wako apoteze confidence yake as as a man and as a husband. Matokeo yake mnaanza kusema wanaume hawana nguvu za kiume, lakini actually nguvu za kiume mzikuwa ninyi kwa sababu nguvu za kiume is about authority, inaanzia kwenye authority psychology. Mwanaume ambaye hamcontrol mwanamke anapoteza hata uwezo wa tendo la ndoa na huyo mwanamke. Simple. Aha. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, Pasta Deo, unamaanisha kwamba mwanamke yuko sahihi akisema kwamba hela yake ni yake, ya mume ni ya kwetu sio? Sio tu mwanamke yuko sahihi, sheria ya ndoa inasema hivyo pia <laughs> sijajua kama <laughs> hiyo, ni Deo au ni ya ndoa yangu ni yangu. Iko hivi hela ya mwanamke na mali za mwanamke ni za kwake Oh. Ya kwangu mimi, na wanaume wanisikilize vizuri, mkioa wa mjue mnaingia kwenye matatizo ya namna gani. Unajua, wakati mwingine watu wanaingia kwenye matatizo wasiyojua. Ch kitu chochote kilichoandikwa jina la mwanamke, mali, pesa, mm. kisheria ni cha kwake. Kisheria, kisheria. oh, really? na sio kisheria ya Tanzania, hata kibibilia ni cha kwake. kilichoandikwa kwa jina langu mimi ni cha kwetu Okay. Kwa kama una mpango wa kushea vitu vyako na, na mwanamke usioe. <laughs> it's, it's, very clear, usioe, don't, don't, don't marry. It, it's dangerous kwa sababu mimi chochote ninachokivuna leo hapa airi, ni cha kwangu na cha mke wangu, na, na mamlaka nacho asilimia mia, ila cha kwake siwezi kukigusa. Nijaribu tu, alafu ndio najua kwamba polisi wanafanyaga kazi au hawafanyi. Until then sasa inawezekana kukawa na some social negotiation. Ile ni makubaliano ya kijamii ya kwamba chako, changu, changu, chetu, chetu, chetu, unajua vitu vyote tunavileta pamoja na nini. Sina tatizo na hilo, kwa sababu kila familia inaweza ikawa na utaratibu wake, lakini lazima tuelewe kwamba huo ni utaratibu wa mazungumzo ya maneno, lakini kiuhalisia, it was never supposed to be so, lakini cha kustaajabisha sana ambacho ninataka wanawake wanielewe ili kwamba nao wawe makini. ninapotoa mahari ili nikaoa mke, nimemchukua huyo mwanamke, nimemweka chini ya mamlaka yangu. It means, kila alichonacho pia ni cha kwako, kila alichonacho pia ni cha kwako, kwa, kwa, kwa ma i kwa sababu yuko chini ya mamlaka yangu kwa hiyo matokeo yake, mm -hmm. ni kwamba mimi nina mamlaka pia ya kutoa maelekezo mke wangu mm -hmm. afanye nini na hela aliyonayo, sio yeye aamue anafanya nini na hela aliyonayo Do I make myself clear? Okay. Yeah. Kwa maana nyingine ni kwamba mke wangu hana uhuru wa kuamua kwenda kulipia watoto wangu ada mm -hmm. pasipo konsenti yangu, kwa sababu tu yeye ameona mimi ni irresponsible father. Mimi ndio napaswa nimwambie mke wangu, nimeshindwa, naomba ukasaidie kulipa ada. Kwa kwani hiyo ni ngumu ngumu. Kwa nini ngumu? ngu hela yangu, hela yako, unaona sisila tulionayo. <laughs> O, tumekuwa na wanawake ambao wanataka kuolewa lakini hawataki kutawalika. <laughs> Umeona eh? kwamba mimi ni mke, lakini yaani, usimtawale usinipangie, wewe unataka kujimilikisha, lakini once utakapokubali kuwa mke wangu mm. Tayari ushaingia chini ya mamlaka yangu, you are no longer yours. mm -hmm. Sasa, sasa hapo imeanza kumake sense. Imeanza kuelewa. kwa hiyo <laughs> ni kama kitu kigumu hivi kigumu sana. ni chepesi yeah, kwamba mwanamke anapokuwa chini ya mamlaka yangu mimi ndio natakiwa kutoa instruction ya nini afanye. Akifanya yeye kwa kujiongeza mm -hmm. Akifanya yeye kwa kujiongeza anaingilia authority yangu mimi kama mwanaume, na matokeo yake athari zitakuja kwake, kwangu na kwa watoto mm -hmm. kwa ninachokisema hapa, sio wanawake wasifanye Ninasema wanawake wajifunze kutengeneza utamaduni wa kusaidia, sio kujiamlia. mm. Nikupe mfano mwepesi. Kuna tofauti kati ya kujiamlia na kusaidia, kusaidia, ipo hivi. Mm. Mimi na watoto wangu, mke wangu ana hela zake, ameamua kuwapeleka watoto wangu shopping bila kuniuliza mimi, bila kusikia maelekezo kutoka kwangu, kwa hapo hajasaidia hapo amefanya yeye kama yeye hmm. na hilo ni kosa kweli, na hilo ni kosa. Lakini kama mimi nitamwambia ile pesa yako darling, nenda wapeleke watoto shopping, hapo amesaidia. Kwa nini? Kwa sababu swala la shopping limetokea kwangu mimi, kama mamlaka ndani ya nyumba. Lakini <laughs> no, pastor Deo, hapo mimi nataka na, na, ni kuchallenge kidogo Uh, tunapoingia tunapo kwenye ndoa actually, nitakuwa nita, nita nauliza na swali jingine ambayo nilikuwa nimeliandaa hapa, tunapoingia kwenye ndoa Pastor Deo, we are not hatuko sawa kiuwezo kifikira mm -hmm. Na, na, na, na mitazamo tunavyoona mambo mm -hmm. Kwa hiyo swali langu linakuja, kwa mfano uh, umekuwa ukitufundisha sana tu kujikuwa engaged au kutafuta wanawa, wanaume, wenye maono. Yeah. Wanaume wenye maono, wanaume wenye maono, wanaume wanaoona mbali, wanaume wanaojielewa mm -hmm. Na hao ndo wanafaa kusaidika mm -hmm. Lakini huyu uh, mwanamke sina yeye, ni binadamu aliyekamilika, yeah, sure. Sindio eh? Yeah. ana, ana amebarikiwa uwezo yeah wa kufikiria mm. Amebarikiwa uwezo wa kutafuta pesa, amebarikiwa uwezo, yani amebarikiwa, naye ni mtu yani complete human being. yeah, so sure. Kwa hiyo huyu mwanamke na, na, na ndoto zake mm. na vision zake mm. zinaingilia zina wapi? Very good very good question, very good question. Na na na hayo mambo kwenye family gathering sasa mm. ni sema mimi ni founder of family gathering yes. hayo mambo sasa, mtu akija kwenye family gathering mm. ndo atajifunza mm. Hmm. Hayo mambo hayo, Hmm. kwa sababu hayo mambo yamekaa kiroho ki, ki, ki zaidi yamekaa mm -hmm. ki, ki, ki, ki neno zaidi mm -hmm. hayajakaa kisaikolojia zaidi mm -hmm. Ni kweli ya kwamba mwanamke anatakiwa kuwa na maono, na naomba nitofautiane na watu wengi sana wanasemaga mm -hmm. Mwanamke hatakiwi kuwa na vision, mm -hmm. mwanamke akiwa na na mwanaume akiwa na vision, vision. Itakuwa ni division. Kwa sababu zitakuwa <laughs> vision no, no, no, no, no, no, mbili mm -hmm. Biblia kwenye Methali 28:11 inasema pasipo maono watu huwacha wow. kujizuia watu, hakusema pasipo maono wanaume huacha kujizuia. Alisema watu, na ukisema watu unamaanisha mwanamke na mwanaume. So kimsingi wote, mwanamke anatakiwa kuwa na ndoto, mwanaume anatakiwa kuwa na ndoto, mwanaume anatakiwa kuwa na vision na mwanamke anatakiwa na vision. Wewe una vision, mumeo anatakiwa na vision. Mimi nina vision na mke wangu ana vision, and trust me, mimi nina mwanamke ambaye ana vision kubwa sana and I'm push sana kuishi most of the time. Mwanaume ananiambia tu, mbona hata umpost mke wako? Unaambia sikiliza <laughs> Wow, tunataka tumjue. Huwa namwambia hivi, niliwahi kumwambia mke wangu some few years ago, nikamwambia kwamba achana kwanza na vision yangu, pambania ya kwako, ikishakuwa ya kwa kwako kwa imeiva tutajoin his vision, tutafanya kitu kikubwa zaidi. She's very busy, anajenga vision yake ya na namsapoti kwa nguvu kubwa sana na I want to see her afanye vitu vikubwa sana duniani na of wow. course sihitaji kumpost hataji post kwenye akaunti zake, na watu watamjua yeye, kama hahitaji kumjua mtu kama mke wa Deo, mke wa Deo, mke wa Deo no. <laughs> jina lake linajulikana so jipost mwenyewe watu waone kazi zako you don't have to be on my back hmm. Sasa concept ya mwanamke kutokuwa na vision ilianzishwa baada ya wanaume kuonekana hawana vision. Mm -hmm. Kwa hiyo namna nzuri ya kushutdown ili kwamba wanawake wasiwazidi ni, ku, ni kuendelea kupropagate agenda mm -hmm. ya kwamba marufuku mwanamke kuwa na vision. Kwa nini? Kwa sababu wanaume walipoteana mahali fulani mm -hmm. Mwanaume yoyote mwenye vision kubwa hawezi kuwa threatened, hawezi kutishwa na vision ya mwanamke namba moja. mm -hmm. Ukiona mwanamke mwanaume ana, anatishwa na vision ya mwanaume it's a sign kwamba yeye hana vision, na kuna tofauti kati ya vision na objectives. Unajua tunachanganya mm -hmm. Labda kuna siku kwenye SNS utanialika, nitawafundisha mm -hmm. watu sifa sita za maono very powerful. Ili useme una maono lazima ziwe na sifa sita sifa sita za msingi, asilimia kubwa <laughs> <laughs> utaniuliza hilo swali lenyewe likijitegemea. Ngoja kwanza, okay. ni flow na hiki kitu hapo, utaniuliza wewe mwenyewe. Sasa mwanamme anatakiwa awe na vision kubwa kuliko mwanamke. mm -hmm. kiasi cha kwamba uwezo wa mwanamke usimtishe kwa namna yoyote, kwa sababu mwanaume anapaswa kumfunika mwanamke. mm -hmm kwamba kusiwe na kiwango cha idea na akili na uwezo wa mwanamke na kiwango cha elimu na kiwango cha pesa kinachoweza kufika wakati kika, kika override vision ya mwanamke, oh, no, yake. Mm -hmm. Sasa unapokuta mwanaume ana vision ndogo kuliko mwanamke, nini kinatokea? Mwanamume anaona solution ni kumtaamiza huyo ili yabaki kwenye nafasi ya nini? Ya wanaume. Ya wanaume. Mm. Sasa unapokuwa na vision na wewe ni mwanamke, manake lazima uangalie una mwanaume wa namna gani? Mm. ukiolewa na mwanaume ambaye we mwanamke, wewe ukiolewa na mwanaume ambaye umemzidi vision, ni kuhakikishie, namba moja, ataua vision yako. Namba mbili, hutaweza kukua beyond level ya vision yake. Hiyo no, ni kiroho na ni kibiblia. Huwezi kukua zaidi ya yeye, kwa sababu mume akikuoa, yeye ndo anakuwa ceiling. Biblia inasema, do not outsmart your master. Huwezi kuwa na akili zaidi ya mtu ambaye ni mfalme <laughs> kwako. Kwa hiyo hata Mungu atakushangaa unaenda wapi wakati mume wako kwani kwa, kwa sababu wewe mwanamke, kadri unazidi kutamani kwenda juu, huyu mwanaume wako ataanza kupambana na wewe, na hapambani e na, hey, hapa hapa, uh-huh, na wewe kwa sababu anakuchukia. Anapambana na wewe kwa sababu vision yako inaanza kuwa threat kwa uny, kwenye wanaume wake. Unavuka ceiling, unavuka dari ya level yako uliojiwekea, ya standard uliojiwekea Mm -hmm. Kwa mimi na encourage wow, tunachagua, tunachagua wanaume kuendana na standard, na siku hizi simekuwa empowered simna madude makubwa oh, yeah. E, sasa ni wakati umefika mwanze ku empower wanaume kwa sababu mtakosa wanaume wakuwaoa. mm -hmm. Mi nawambia e, sinawambia ukweli <laughs> Zamani ilikuwa ilikuwa ilikuwa ilikuwa, wanasema wanaume wa kuoa ni wachache. Mm. ya Yeah. Unajua ni mm, wenge, style, ya kwa sababu gani? Kwa sababu sasa hivi wanawake wengi mm wamekuwa -hmm. na standard kubwa kuliko standard ya wanaume wanaopaswa kuwa wana. Na hilo ni moja ya swali ameuliza binti mmoja huko TikTok. Mm -hmm. Anasema uh, mtaani wa wanaume wengi wanakimbia wanawake wenye uwezo. Yeah. Wanawake wanaoonekana wanajielewa. Yeah. Wa, wa, wanaume wengi wanawakimbia wanawake true. O, ni wa aina hii ni kweli. Kwa hiyo ni kweli, ni sawa saa, na ni haki kwa... na naendelea na, na kwa ita, encourage wanaume wakimbieni hao wanawake. Yeah, yeah. I encourage them. Ni ngumu kwa sababu lazima uelewe kwamba turudi pale pale, mwanaume ndani ya nyumba ni mamlaka. Sasa kama status yako ya kielimu ya kihela ya kiuchumi inatishia mamlaka yake? Ni udidimizaji. Udidimizaji. Yes. Okay, niongee tu katika namna utakayoielewa, nimesema hivi wanaume waendelee kuwakimbia a wa wanawake, si mawambia wa, wanaume wawakimbie ili wasiwadidimize, kwa sababu akikuoa wa, lazima atakudidimiza. Trust me. Atakudidimiza kwa nini? Kwa sababu naturally mwanaume hajawa designed kukaa na mwanamke aliye mzidi uwezo. mm -hmm. Unanizidi akili, unanizidi hekima, unanizidi hela unanizidi cheo, unanizidi unanizidi connection, una namba zazimu mpaka za marafisi wakuu wa mikoa, unanizidi vikoba, unavyo vya kutosha, unanizidi hadi madeni, unanizidi mpaka dhambi. <laughs> unamzidi mtu kila kitu. Unakutana na mwanamke anajua aina zote za magari, anajua timu zote za England za Hispania, anajua mm, mechi za Simba na yaani, a woman knows everything Yeah. <laughs> Wanawake unajua, waliumbwa kuwa wasaidizi mm, lakini ninafikiri tatizo kubwa ni kwamba wanawake huwa hawajui mm, uko na mwanaume wa namna gani na unapaswa kumsaidia nini wakati huo ambapo umekutana naye. Jukumu kubwa sana la mwanamke sio kumsaidia mwanaume kupata unafuu wa changamoto anazozipitia na jukumu kubwa la mwanamke sio kujaribu kutatua au kujibu maswali ambayo mwanaume anajiuliza. Jukumu kubwa la mwanamke ni kuhakikisha kwamba mwanaume ameshajipata kwenye laini yake ya dreams na vision. Wewe unapaswa usupport vision. Msaada wa wanawake unapaswa kwenye kusupport, kusaidia vision, sio kumsaidia mwanaume ambaye amepoteana, hajui afanyaje. Mm. Tafasiri inawezekana ikawa ni moja lakini mwitikio wake unakuwa tofauti. Mm. Kwa mfano, mimi tayari ninaelewa channel ya maisha yangu na wapi ninakwenda. Nikikaa na mke wangu anaweza akaona, naweza nikamwelezea ya kwamba maisha yangu nayapeleka kule. Kwa hiyo, mke wangu kunisaidia mimi hata financially yuko salama zaidi. Kwa nini? Kwa, kwa sababu mimi tayari nina full control ya maisha yangu lakini unapokutana na mwanamke ambaye financially hajui nini cha kufanya kwa habari ya maisha yake, kwenye career hajui nini cha kufanya, yaani yuko ndio, anataka mtu amnyanyue kutoka kwenye shimo, ili kwamba angalau apate kuona dunia inaendaje. Huyo mwanaume akipata line ya vision yake na dreams zake na uelekeo wake, wewe utakosa thamani kwake kwa sababu sasa ameshajipata ame na anataka kuwa na ile full control ya maisha yake, na wewe sio aina ya mtu ambaye anaweza kukukontrol. Kwa nini? Kwa sababu wewe ulikutana naye akiwa kwenye uchafu unamjua ujinga wake, unajua madhaifu yake na unaweza ukampiga nayo wakati wowote, alafu wanawake ni wazuri sana wa kutumia siraha za siri ambazo anazifahamu kuhusu mtu. Kwa hiyo mwanaume anapoteza ile hali ya kuwa na ujasiri wa kuwa na wewe na kujiona mwanaume, kwa sababu kuna siri ambazo kimsingi zilipaswa ziwe za kwake peke yake. Ukikutana mm -hmm. kwa na mwanaume ambaye bado anajitafuta, hajaelewa direction ya maisha yake, usitoe pesa yako Mm -hmm. Usimtoe mtaji, usimpangishie nyumba, kwa sababu kwa kufanya hivyo unamfanya maisha yake yanakuwa marahisi, wakati zile changamoto ungemwacha kwenye ile shida, ndo akili yake ingefanya kazi mara kumi zaidi, ili ajipambanue. mm -hmm, na afil kwamba nao, mimi ni mwanaume na nilicho nacho ni cha kwangu, sikupewa na mke wangu. Mm -hmm. Kwa lazima uelewe una mwanaume wa namna gani na unamsaidia kwenye eneo gani. Kuna wakati toa mikono yako, mwache apambane na maumivu yake. Nilisema wakati fulani, marufuku kumwonea mwanaume huruma. Ukimwonea huruma, unamharibu, yeah, na hapa sio mwanaume tu, hata mtoto wa kiume. Ukimlea mtoto wa kiume kwa kumwonea huruma, umedestroy maisha yake. You are not supposed to feel sympathy, hutakiwi kumwonea huruma push him to the limit mwache apambane na hofu zake apambane na changamoto zake apambane na maumivu yake let him be ili kwamba ule ushindi anaoupata aseme yes i made it i am a man mm sasa hiyo wanawake siku hizi kwa sababu mmekuwa na uwezo mkubwa mnatusaidia kwa huruma zenu matokeo yake tukipata strength na stability nasema wai uwezi kuwa mke wangu wewe unajua <laughs> mambo yangu mengi sana kwa kumbe yeah. Inategemea na aina ya mwanaume exactly. Basi tume sisi tu, tumesaidiaga vimeo basi eh, now you are talking mnasaidia vimeo. Vimeo. Na ni kwa nini mnasaidia vimeo? Kwa sababu wanawake wengi siku hizi wana mashaka ya kuwa na wanaume ambao wako strong mm -hmm. Na hilo ndio tatizo lingine tulionalo nalo mm -hmm. Kadiri wanawake wanapozidi kuwa na stamina ya kiuchumi na kifikra mm -hmm. wanaanza kuogopa kutawalika kwa hiyo wanakimbilia kwa wanaume wenye uwezo mdogo na wadhaifu, wakiamini watawaimpawa wale wanaume na kuwafaa huwa wanaume wa maisha yao. Matokeo yake wanashindwa kuelewa kwa nini mwanaume akiwa empowered mm, anakugeuka. ni kwa sababu mm, naturally mwanaume hakupewa kuwa empowered na mwanamke mwanaume mm, alitakiwa kujimpawa mwenyewe au awe empowered na Mungu au mm, na wazazi wake Sio wewe, si mimi. Yani, ni biblical wrong. <laughs> Hata Biblia inasema mm. kichwa, kichwa cha mwanaume mm. ni Kristo mm. kichwa cha mwanaume ni mwanamke, kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Hiyo right? yes. ni bora umwache mwanaume apambane na Mungu wake. Wewe matatizo yake mwachie, usiyasolve yale matatizo. Kula neno hapo. Umesema wanawake wanaogopa kutawalika yeah. kutawalika Uh, maanake nini? Labda akitudadavulia, maanake hata mi mwenyewe sielewi kama natawalika au, inakuwa imekuwa ni, ni neno gumu kidogo kwa wanawake wengi wanaposikia neno kutawalika mm-hmm. Kwa sababu kwa wanawake wengi wanaposikia neno kutawalika picha inayokuja ni kunyanyasika mm. picha inayokuja ni umizwa. Picha inayokuja mm, ni kusalitiwa. Picha inayokuja ni kuzuiwa kufanya kazi. Picha inayokuja ni kunyang'anywa pesa zake. Picha inayokuja kwa wanawake wengi, kwa sababu ya haya matukio mengi ya kuumizwa na kunyanyasa, tafasiri ya kutawaliwa kwa wa wengi inakuwa imebeba sura mbaya, lakini ni fact, aidi ni kuhakikishia wanawake wote kwa asili waliumbwa kupenda kutawaliwa, kupenda, Kup, lakini utawala huo lazima awe na mwanaume so mwana anayempenda kwa sababu mwanaume anayekupenda Irene hawezi kukunyanyasa hawezi kukuumiza mm. no. atakuhudumia atakulisha atakuvisha lakini utakuwa chini ya utawala wake. Sasa kuna shida gani? Anakupenda, anakuhudumia, anakuvisha, una furaha, una amani, una kila kitu. Utakuwa unapata shida kuwa chini ya huo utawala? By the way, kwenye hii dunia hakuna mtu ambaye hana, hana utawala juu yake. Everybody ana utawala juu yake. Kwa Tanzania wote wapo kwenye utawala wa serikali na wanadamu wote apo juu chini ya utawala wa um, Mungu. Kila mmoja somehow ana utawala unaomtawala sasa. Mm -hmm. kimsingi huo utawala unaokutawala unakuhakikishia vipi usalama wako? hapo ndio mgogoro ulipo sasa. Mm -hmm. kwa sababu wanawake wengi hawajisikii salama kwenye mikono ya wanaume kwa sababu ya tabia za wanaume. Mm -hmm. wanawake wengi siku hizi hawataki na wanaogopa kutawalika, lakini kuhakikishia kitu kimoja erini, hakuna ndoa inayoitwa ndoa bila mwanamke